Mabibi na mabwana, leo tunawakaribisha kwa, kwa harusi ya Bi Fatuma na mtoto wa mama. Harusi yenyewe ni ya kupende, ni ya kupendeza sana. A, kama mnavyoona nyinyi wote hii harusi e, iko poa na yani iko too amazing. I hope hata nyinyi mtafurahia kuona hii harusi. I think hao awa, wanaoana kama muke na bibi, na kwa hii kwa hii ndoa yao tunajua wakimaliza harusi e, wataenda nyumbani, wataishi kwa hizi miaka zote mpaka wakati yenye wataku, watakufa. Basi sasa, kama sijaendelea waje nimbe ka wimbo kidogo. E eh, eh, Mungu, hii harusi iko fiti, nami nafurahia kuona mtoto wa mama akifanya harusi na Bifatuma harusi you. Enyewe ni poa, nami nashukuru Mungu, hii harusi itadumu kwa miaka mingi sana Amen. Amen. Okay. Amen. So eh, mtoto wa mama na Bifatuma eh, before eh, niwaeke ring eh, kumaanisha mkwe mmefunga ndoa kamili Niko na swali nataka kuwauliza, na naanza na wewe mtoto wa mama. Kuna kitu ambayo umeficha mke wako before sijakuweka ring? Hamna kitu, nampenda sana, Bifatuma. Amna kitu mm. Unampenda sana, na sana sana sana sana sana, sana. Sana. Na nataka tufunge, tuishi maisha mazuri. Haina shida. Na wewe Bifatuma, kuna kitu umeficha bwana wako? Amna. Hamna kabisa kabisa, hamna? Sawa, kumaanisha ndoa iko sa sawa, kila kitu iko nywe nywe nywenywe nywe. Basi sasa, na huko inje kuna mutu ako na swali kwa hii ndoa, kuna shida mahali. Hebu sema swali lako. Un, unohana, umenipatia mimba. Ati? Sija, si jampea mimba mimi. Mimi ni bibi yake sia hey, nakupenda. Wewe ni bibi yako tena, nakupenda. Sasa mbona unaniharibia natuka harusini? Nilikuacha anatafuta na bwana wake amefanya nini? Kwani hakuna harusi? Harusi imeisha. Wao. Wao.